Mwandishi wa vitabu kutoka Nairobi, Webster Ochora Elijah alikamatwa tarehe mbili Juni kwa tuhuma za kuchapisha kitabu kinachodaiwa kumhusu Charlene Ruto, binti ya rais William Ruto bila idhini yake. Kitabu hicho kilichopewa jina Beyond the Name Charlene Ruto and the Youth Uprising kilisababisha Ochora kukabiliwa na mashtaka ya wizi wa utambulisho chini ya sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandao. alipofikishwa mahakamani ochora alikana mashtaka hayo na aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi elfu hamsini huku kesi hiyo ikipangwa kusikizwa tena tarehe kumi na saba Juni. Granted, uh. Charlene Ruto akizungumza na vyombo vya habari alieleza kuwa hakuwa na tatizo na maudhui ya kitabu hicho, bali alikerwa na matumizi ya jina lake bila idhini. Alisisitiza umuhimu wa kuheshimu watu binafsi na kushauriana kabla ya kuchapisha kazi zinazowahusu. Familia na marafiki wa Ochora wameeleza mshangao wao kuhusu kukamatwa kwake, wakisema kuwa ni mwandishi mashuhuru ambaye amewahi kuandika vitabu kuhusu viongozi mbalimbali mbali, na kwamba hatua hiyo ni jaribio la kuzima uhuru wako wa kujieleza. Webster Ochola, who was arrested on suspicion of having stolen Charlene Ruto's identity. The young man detained here is a publisher, is an author who has ordered so many books, books for Donald Trump, books for Raila Amolo Odinga and was in the process of shai kesi hii imeibua mjadala mpana kuhusu mipaka ya uhuru wa waandishi na heshima kwa faragha ya watu binafsi nchini Kenya. Kitiripoti ya runinga ya TAS kutoka kadhika, jina langu ni Enock Kipkosgei.